Nyumba labda niongea kitu hiyo. Kesi unatoka nikwambia. Ukweli hiyo kesi unatoka kivipi? Mimi na watu kule nje, mimi mnaisagani, mimi nachezesha michezo kule nje, nauza majani. Watoto wote mimi, nauza majani. Sikiliza mimi, natoka hiyo kesi, mimi natoka Kusikia naomba kuhusu majani bangi. Asa wanafikia, atamtoa bibi. Mimi nina watu, mimi nisikilize mimi, mimi nakutoa, mimi nina watu. Afande, kama kuna, naomba tafadhali moja tushikiane. Nikitoka mimi, nikitoka afande na wanangu. Yeah. Ikesi ya tukae mimi na mimi, ikesi ya tukae mimi na kesi. Ila mwongozo wa Mungu nikitoka, mimi nakutoa bro. Mimi na kutafutia mwanasheria wangu na kutafutia watu wangu na hela zangu mimi nilizokuwa naziweka kwenye ile miradi yangu. Bro mimi nakutoa kutoa. Poa, pande, pande. Pande. Uria. Pande, pande, pande, pande, pande, pande. Pande. Okay. Panda watu wao waliokuja kuchukuliwa zamani ndio pale. Sawa. Kijana unaitwa nani? Saidi Musa. Saidi Musa, uri uliandikisha nanini ya? 2022.

Naam afande, nahitaji uwape mazoezi kidogo kabla hawajaondoka wajue kabisa hapa ni kituo cha polisi. Sawa sawa afande, nahitaji uwape mazoezi Kutuwa smani. Afande? Naamu afande. Ni baadhi ya vijana wale walikuja juzi walikuwa wanakaa kijiweni jiweni na kuvuta bangi na kucheza kamare? Ndiyo afande. Na ndugu na baadhi ya watu walikuja kuchukulia zamana afande si ndiyo? Ndiyo. Kijana? Naamu afande. Tunakuachia uondoke. Sasa kole wako, kole wako tukukute kijiweni, na kuvuta bangi na kucheza kamare. Mimi na wewe, safari hii huwachiwi, soko wa zamana tu. Hata kuiona alizenji utaiona. Sawa?

Afande, umjumuishe na naiwo mwenzie, wachuke awape mazabu kidogo. Tunaitwa Mama Yusla. Na nami naitwa Mama Fedha. Lengo la kuja huku, tumekuja kufuatilia swala lile la mdogo wetu limefikia. Sio, natukumbuka pale Okay. una ndugu yetu tulikuwa tunamtafuta, tukaja hapa amefariki. Ukatuambia kwamba amekufa ameuliwa, amepeleka hospitali, kwa hiyo sisi ndo ndugu zake tumekuja kufuatilia. Hebu eleza vizuri, tufanye nini. Lamsa alipata matatizo, aliuliwa, tuambia kwamba amepata, ameuliwa, amempeleka hospitali. kwao tumekuja kuangalia upelelezi na kuwaje, umefikia wapi Mama nashinda kuelewa vizuri nzuri. Mama Feza, unasema Ramso ni yule ambaye mwezi uliopita upita tulifuatilia tulikuja hapo kutoa taarifa kwamba amepotea. Lakini baadaye, mkaja mkatuonesha kuna picha mtuonesha kwenye simu kwamba kuna mwili mwingine. Oh! Nakumbuka. Asante. Ndiyo. Ni kesi kweli inakuwa ni leo kwa mfano. Wewe utakuwa na mungu ifahamu. Sisi tunajua mwanzo mwisho, mwanzo tuelezwe kwanza mapande matonge. Akaja kwambia Yesu no. Lakini wewe pia nakwenda na ikunguka hiyo pesa. Pole sana, asante. Yes, vipi mmesha yeah. Mmesikia msomboa, wow. Hii au msafirisha, mmesika hapa mmesika hapa ndio sana, yes. Sana pole yes. Ni sana. Sasa sisi kama serikali kama polisi wajibu wetu ni kulinda amani na usalama na mali za raia sawa, yes. Tayari kesi upelelezi, tumeshakamata baadhi ya watu waliomiwa na tayari tunaendelea kuwakamata Sawa? Sa. Kwa hiyo naomba utoe hofu kila kitu kinaenda sawa. Ila ninachosisitiza mtupe apen mechukuwa <mimu> kitu cha mtu na ujaomba unaambiwa unavoka bena kachukuliwa elementi yake na mdomo wake umemponza. Eleme, eleme, eleme. n kuna chuki, visa, matukio ya kutisha. Unapojua kufa kufa ana ushakufa, yote hayo kisa element.